Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya halitasita kumchukulia hatua za kisheria na kumshughulikia mtu au kikundi chochote cha watu watakaojaribu kufanya uhalifu kutokana na, na matamko au kauli ambazo zinaendelea kutolewa. Baada ya viongozi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Mbeya kuwatuhumu baadhi ya askari kuhusika na utekwaji wa Bwana Mdude Nyagali, Jeshi la Polisi mkoani hapo limetoa onyo kali kwa yeyote kutojaribu wala kuthubutu kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote ikiwemo kudhuru askari na familia za askari. Hivi karibuni wakati jeshi la polisi likiwa linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, wamejitokeza baadhi ya watu na viongozi wa CHADEMA na kutoa matamko mbalimbali ikiwemo kutaja baadhi ya majina ya askari wanaotuhumiwa kuhusika na tukio hilo bila kuwasilisha ushahidi wowote.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 ya jeshi la polisi kuhusiana na kupotea kwa Mdude na baadhi ya mambo ambayo yanatajwa kufanywa, ikiwemo kuendelea kwa vitisho vikali kwa baadhi ya askari wanaotajwa kuhusika katika tukio hilo. Lakini hayo yote yakiendelea, yapo mengi yametokea hivi karibuni yakihusishwa na jambo hilo zito linalotikisa kwa sasa, ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuwaomba watumishi wa umma waliopo mahospitalini, vituo vya polisi, magereza, mipakani na maeneo mengine mbalimbali ya mbali nchi wasaidie kwa haraka sana kupata taarifa zozote zinazoweza kufanikisha kupatikana kwa Mdude Nyagali. Huyu ni ni mwanachama wa Chadema, lakini ni baba, ana ana mke na ana watoto, na watoto, ana mtoto mdogo nyumbani kwa nyumbani kwake. Wakati anavamiwa alikuwa yuko nyumbani na mke wake na mtoto mdogo, alipigwa na kujeruhiwa mbele ya mke wake na akachukuliwa na yupo kwenye mikono ya walijitambulisha kwamba ni askari wa Jeshi la Polisi. Hii ni taarifa ya Chadema tu ambayo imeandikwa hivyo. Amani Gurugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, aliyezungumza hivyo akiongea na waandishi wa habari. Basi hoja pia ziko nyingi sana mtandaoni kuhusiana na hilo. Nafikiri tuache jeshi la polisi ambalo pia nao limejiingiza katika jukumu la kumtafuta Mdude alipo mitazamo inayozungumzwa ni mengi sana ikilinganishwa na matukio kadhaa ya watu waliopotea kutorudi tena na mengine yakihusisha hata serikali. Lakini mm, wewe unajua hilo ni kweli au umeyakusanya kama ulivyoyasikia? Nafikiri tuone mwisho wake halafu tujue nchi yetu inayoongoza kwa amani duniani itaweza kufanikisha hili ama kuleta lile ambalo linastahiki kulingana na vyombo husika. Asante na kwa heri. Je, Mdude kwa wapi?